Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji na kukaribisha tena kwenye kipindi kizuri cha malezi ya watoto. Aa, leo tunaendelea na pale tulipokuwa tumeishia kipindi kilichopita. Tuliona hatua za mzunguko wa maisha ya familia. Aa, tukaona umuhimu kwa nini tunatakiwa kujua zile hatua za msingi za mzunguko wa maisha ya familia na leo natamani, wakati kipindi kilichopita sikuwa nimesema maandiko, nilikuwa nimeelezea zaidi, lakini leo natamani tuone pia neno la Mungu linasemaje kuhusu mahusiano ya, ya wazazi na watoto. Tutaenda kuona, tutaanza na leo, tutaanza na, na misingi, tutaona tutawekeza zaidi, tuone neno la Mungu linasemaje kwa kuanzia nitasema maandiko kadhaa lakini, kuna andiko moja ambalo nitalisimamia zaidi. Aa, andiko la kwanza ambalo tutalizungumzia siku ya leo ina ni kutoka Efeso, Efeso sita mstari wa kwanza mpaka wa nne ni kati ya maandiko ambayo kila mtu, watu wengi wanayafahamu, ambayo inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Hapa tuna tunazungumzia kuhusu mahusiano kati ya wazazi na watoto. Kwa hiyo hili andiko linaelezea kwamba wa wazazi, enyi watoto watini wazazi wenu katika Bwana maana hii ndiyo haki. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo wazazi pia wanaambiwa, wanasema nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali wakuzeni katika adabu na maonyo ya Bwana. hmm. Ntasoma tena andiko jingine ambalo linatoka kitabu cha uh, Zaburi Zaburi 127 mstari wa tatu ambao unasema hivi: Tazama watoto ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Ehe. na hii, hii tunajifunza nini hapa kutoka kwenye ile andiko? Tunaona kwamba watoto ni baraka hivyo uhusiano nao ni sehemu ya heshima kwa Mungu kwao. Watoto ni baraka kwao, tunavyokuwa tunahusiana na nao ni heshima kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu Mungu anasemaje? Yesu anasemaje katika hii Zaburi 127 mstari wa tatu, Tazama watoto ni urithi wa Bwana na uzao wa tumbo ni thawabu. Tutaenda kuona andiko jingine ambalo linatoka katika kitabu cha Korosai Korosai tatu mstari wa ishirini mpaka wa ishirini na moja ambao unasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote kwa maana hili lapendeza katika Bwana. Lakini tunaona pia jinsi ambavyo pia wazazi wameambiwa katika hiyo hiyo Kolosai inasema hivi nani, kina baba msiwachokoze watoto wenu ili wasije wakakata tamaa kwao. Tunaona kwenye Efeso pia, ili wame wamezungumzia hapa, ni maandiko ambayo yanaendana kati ya baba na mtoto, wazazi na watoto, wazazi na watoto, kwamba nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu ili wasije wakakata tamaa. Hii inasisitiza upendo. Ehe, tunaona hapa, tunajifunza upendo, tunajifunza tunajifunza heshima na mawasiliano kati ya mzazi na mtoto kati ya baba na mama, na, na mtoto kati ya mama na mtoto. Aa, na nyingine pia tunaenda kusoma Mithali ishirini na mbili mstari wa sita. Hii ni mithali ambayo watu wazazi wengi wanaifahamu kwamba mlee mtoto katika njia impasayo nayo, hata iache hata atakapokuwa mzee. Na hapa tunajifunza nini katika huu mstari? Wazazi wanapaswa wanapokuwa wana wanahusiano wa karibu na watoto, wanaweza kufundisha maadili yatakayowasaidia maisha yao yote. Kwa hayo ni baadhi tu ya maandiko ambayo ambao nimetamani tushirikishana, lakini andiko ambalo natamani tuta, tutakaloijikita siku ya leo ni kumbukumbu la Torati, kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa sita tutaanzia mstari ule wa sita. Ah, Nitaanza mta, mstari wa nne, nitasoma ambayo inasema hivi mstari wa nne. Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa nne. Nitaanza mstari wa nne, nasema sikiliza e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mstari wa sita na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Mstari wa saba, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Mstari wa nane, yafunge yawe dalili ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako, na tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna leo tume, tuna, natamani ni tujifunze namna ambavyo Mungu ametuagiza aa, namna ya kuwalea watoto sawasawa na mapenzi ya Mungu na tunaona hii katika Kumbukumbu la Torati sura ya sita na mstari wa nne mpaka wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa tisa. Tunaona hapa Mungu anavyo, Yesu anavyotusisitiza kuwa na mahusiano ya kati ya, ya, ya wazazi na watoto. Kuna vitu ambavyo Mungu anawaagiza wazazi waweze kufanya kwa watoto anawaagiza kwanza waanze kuwa na mahusiano yao wao binafsi na Mungu. Kama mzazi uwe na mahusiano yako binafsi na Mungu, lakini pia anasema baada ya kuwa na uhusiano wako na Mungu, utakavyomjua Mungu wako, utakavyomjua Yesu vizuri, anakuambia sasa uwafundishe watoto wako kwa bidii, utakavyompenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako na akili zako, anasema sasa vile ulivyo unavyoviishi wewe ambavyo amekuelekeza kufanya, anataka uwalisishe na watoto wako, uwalisishe huyo Mungu ambao unamjua, uwalisishe kuhusu Yesu, uaambie kuhusu habari ya Yesu. Hapa ili andiko limeelezea namna gani ya kufanya hivyo vitu vyote, hatua gani unatakiwa kufanya, tunaenda tutaenda kuziona hizo hatua. Na anasema hivi, maneno haya yatakuwa ya ni ya maneno haya ni ya ni ya ni ya ni ya ni ya ku, yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii hmm. Hayo maneno yatakuwa katika moyo wako, kwa hiyo uwafundishe kwa, kwa bidii. Na kama unakumbuka kanuni ile ya kwanza kabisa ya malezi, tumeona mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Kwa hiyo utakapokuwa na mahusiano yako binafsi na Mungu, yale mahusiano yako wa Mungu vizuri, utawalisisha watoto wako, kwa hiyo anasema uta, watoto wako wafundishe nini kwa bidii utakapofanya ulalapo, utembeapo, utakapokuwa nyumbani, uweke kwenye miimo ya nyumba yako, yaani kila mahali tunatakiwa kuwafundisha watoto wetu. Lakini baada ya sisi kuwa na mahusiano yetu mazuri na Mungu, vile vitu ambavyo viko ndani ya mioyo yetu tuanze kuwapatia na watoto wetu, tuanze kuwarisisha habari ya Mungu na, na na Mungu anasema hivi, anasema kwamba katika kama wewe, kama wewe ni mzazi unampenda, unasema kwamba mimi nampenda Mungu, kitu cha kwanza mapenzi yako wewe na Mungu ni kuhakikisha kwamba unawafundisha watoto wako kuhusu Mungu, unawalisisha watoto wako kuhusu Mungu, wamjue Mungu, wa, wamjue Mungu maisha yao, wamjue Mungu, wajue kwamba wao hakuna chochote watakachokifanya bila Mungu. Kwa hiyo hiyo ni sehemu mojawapo ya kuonesha kwamba wewe unampenda nani? Unampenda Mungu, kulisisha kizazi chako kwa Mungu, kuachia habari ya Mungu, wamjue Yesu, waijue Injili ya kweli, wajue ukweli wa Mungu, wajue ukweli kuhusu Yesu na maisha yao, jinsi Yesu anavyookoa, jinsi Yesu anavyoponya, jinsi Yesu anavyowasaidia watu mbalimbali mbali. hiyo ni kati ya ni kitu muhimu sana ambacho kweli utaonesha kwamba wewe unampenda Mungu hata kabla ujaenda mahali pengine kuhubiri injili, kabla hujaanza kuambia watu wengine habari ya Yesu, kabla hujaanza kuambia watu wengine, kitu cha kwanza kama we unaonesha moyo wako unampenda Mungu, kitu cha kwanza ni wewe kama mzazi kumfundisha mtoto wako kumwaminisha kuhusu Mungu wako kumwaminisha, yani, u-utumie nguvu nyingi kama alivyotufundisha kwa bidii, kwa moyo wako wote, fanya kwa bidii kumwaminisha Mungu wako kumwaminisha kwamba Yesu ambaye ameniokoa mimi ndo anayenisaidia kazini, ndo anayetusaidia kupata fedha za chakula, ndo anayetusaidia kupata veza, pe pesa za mavazi. Kila kitu mnachoona wanangu au wa, wa familia yangu kinatoka kwa nani? Kinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo utakapokuwa unawalisisha watoto kuhusu Mungu, Mungu ana, Yesu anasemaje? anasema kwamba hiyo ni inaonyesha kwamba wewe unampenda Mungu, lakini ukisema unampenda Mungu alafu huambi watoto wake kuhusu Yesu huwaambii ukuu wa Yesu, huwaambii upendo wa Yesu, huwaambii Yesu jinsi anavyofanya kwenye maisha yako na matokeo yako matokeo yake, anavyowasaidia watu, anavyowaokoa watu katika dhambi uwaonyeshe eh, watoto wako kwamba Yesu anawasamehe hata watu wenye dhambi nyingi. Yesu anawasamehe watu hata wanaotenda mambo mabaya, wanaouua, wanaofanya mambo mabaya, lakini Yesu kwa upendo wa Yesu wanafanya nini? Yesu anawasamehe na anawabadilisha wanakuwa watu wazuri. Kwa hiyo ni ni vizuri tuwafundishe watoto wetu, tuwarithishe watoto wetu kuhusu Yesu, kuhusu imani zetu za kweli. Kwa hiyo pia tunajifunza nini hapa pia? Tunaona kwamba wazazi wanapaswa kutumia kila nafasi kuwafundisha watoto kwa bidii kwa maadili na imani. Kutumia nafasi, tunaona hapa Mungu anataka kila nafasi unayoipata uwafundishe watoto wako kwa maadili, watoto wako wafundishe watoto wako maadili na imani tunaona hiyo nafasi hipi. Tunaona hapa jinsi ambavyo wanatuelekeza huu um, mstari kuanzia wa sita, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo. mm -hmm. Tunaanza kuona namna gani, muda gani utatumia pale unapoketi eh? unapokuwa nyumbani kwako na familia yako ibada za familia unapokuwa nyumbani kwako wewe kama fami, kama baba kama mama unapokuwa unaanzisha familia, unapokuwa unafanya ibada eh, unawafundisha watoto wako neno la Mungu kwa bidii, unawaelekeza, unawafundisha. Ni pia ni kipindi ambacho unatakiwa kutumia muda wako vizuri na watoto wako hicho ni kitu muhimu sana. Utakapokuwa umeketi nao ukiwaambia kuhusu Yesu, ukiambia Yesu kwamba anabadilisha, anapenda tuishi maisha mazuri, anapenda tuishi maisha ya kumpendeza, maisha matakatifu. Utakapokuwa unawaelekeza habari ya Yesu, watakapokuwa wanabadilika, moyo wa Mungu unafurahia. Kwa hiyo unapoketi unaweza kwa mfano ukiwa nyu, kama familia nyumbani, zile ibada za familia. Wakati mwingine tunapokuwa tunajifunza, kuna mbinu mbalimbali za kujifunza, ili watoto wasichoke, kwa sababu wale wakati mwingine tunakuwa tuna watoto wadogo, alafu ni muda mfupi, hatuna muda mwingi. Kwa hiyo kama mzazi, tafuta mbinu mbalimbali za kuwafundisha watoto wako neno la Mungu, tafuta mbinu mbalimbali za kuhakikisha watoto wako wanashika maandiko, yanakaa katika fahamu zao, yanakaa katika mioyo yao, ili uweze kubadilisha maisha yao. Utakapokuwa nyumbani, unaweza ukatumia mfano labda ah, mbinu ya labda mfano tuseme hata katika maombi labda eh, unapanga ratiba kwamba fulani leo ataomba eh, una unampangia zamu na unamtaarifu mapema. Kwa hiyo inasaidia kuleta mahusiano pia mazuri ya familia, lakini watoto pia wanamjua Mungu, lakini pia unaona neno la Mungu, unaweza kuwawekea zamu kuhubiri, kwamba leo mtoto fulani utahubiri neno la Mungu. Kwa hiyo unamwambia mapema, atajiandaa atakuja, atafundisha. Unamsaidia mtoto wako kumjua Mungu, lakini pia mnaweka, mnajenga mahusiano mazuri nyinyi kama familia, lakini na pia mnajenga mahusiano mazuri nyinyi na nani? Na Mungu wenu, kwa sababu mnamtanguliza, mna, mna Mungu katika kila kitu. Kwa hiyo nyumbani kwako, unapokuwepo nyumbani, wafundishe watoto wako, lakini pia nasema utembe hapo njiani hmm? Unapokuwa njiani, unapokuwa njiani sa, wakati mwingine unaweza ukaa mko safari na watoto wako au hata mnatembea, unaweza ukatafuta namna ambayo ah, labda unatamani ku mtoto fulani ajifunze kitu na unaona kwamba labda njia gani nzuri ya kuongea naye labda anapenda kutoka outing, anapenda kwenda kutembea na wakati mnatembea njiani, unaweza kuwa mtoto wako unamuuliza maswali kuhusu andiko fulani. Hey, unajua habari ya, ya Yesu, unamwamini Yesu? Yesu unamwonaje? Anakusaidia nini kwenye maisha yako kakumbushana kuhusu waandiko fulani ka mnalisema kwa pamoja na kujadiliana, mkaanza kusimuliana labda habari za stori za kwenye Biblia, labda mashujaa wa imani, mkajifunza kuhusu Daudi au na watumishi wengine mbalimbali, mkiwa mbali njiani mnaongea, kuna kitu ambacho mtoto atajengeka. Nasema tuwafundishe to hata, tuwa hata tunapokuwa njiani maandiko. Mm -hmm. Lakini pia nasema kwamba ulalapo unaenda kulala, mnaenda kulala nje, ile ibada ya jioni ya nyumbani. Lakini kuna wakati ambao labda unakuta una mtoto, mfundishe mwanao kabla hajaenda kulala yeye binafsi, hmm. aka, aka, akasoma neno la Mungu, lakini ukaomba naye pamoja, ukaenda naye chumbani, au ukamshika uka mikono ukaomba naye au ukasoma naye andiko moja ukaomba naye vizuri, alafu then analala kwa ni vizuri pia watoto tuwafundishe hata wanapokuwa wamelala, wajitegemee peke yao, so wategemee tu ibada ile ya jioni. Wakati mwingine mnaweza kaa mmesafiri, yuko peke yake, kwa hiyo ni vizuri hata ye mwenyewe binafsi akishazoea kwamba hata anapokuwa amelala anajifunza neno la Mungu na naomba unaomba naye mtoto wako, ana unamfundisha neno la Mungu anapumzika. Lakini pia tunaona kwamba namna nyingine Uondokapo, ehe, uondokapo nyumbani kwako, unapokuwa umesafiri. Sasa hii ni ya mzazi, anaweza kaa mama au baba. Wazazi tuko busy, labda ni mtu wa safari nyingi, hakikisha kwanza, kabla haujaondoka nyumbani kwako, una- una- una- unakuwa umeandaa umeandaa program nzuri ya kuwafundisha watoto wako, iwe package Mfano, labda unarudi labda unajua unaenda kazini, labda mwezi mzima hautakuwepo nyumbani, wewe kama baba au mama, hakikisha umeandaa neno la Mungu la kuwafundisha watoto wako ambayo itakaa ndani ya huo mwezi, yani ni package ya kutosha. Kwa hizo siku ambazo utakuwepo, hakikisha unazitumia vizuri, unawafundisha watoto wako neno la Mungu, unawekeza vya kutosha, ili hata ukiondoka wanakua wana kitu tayari wamepata. Naweza ne, nikatoa ushuhuda ambao mimi nimeishi nao na nakumbuka mchungaji ambao ni mume wangu ambao tayari alishaondoka, Mungu alishamchukua. Nakumbuka katika eneo ambalo alikuwa anajitahidi ni hapo, kwa sababu alikuwa pia ni mtu wa safari. Kwa sababu alikuwa ni mtu wa safari, alijitahidi kuhakikisha pale atakapokuwa amerudi amewekeza neno la Mungu kwa watoto ya kutosha. Kwao atajiandaa, ataandaa masomo yake kadhaa kwao. Kama ana wiki mbili au wiki tatu hapo nyumbani hizo wiki au hata wiki moja, atahakikisha amewafundisha watoto, yaani asubuhi watafundishwa neno la Mungu. Kama wanaenda shule asubuhi na mapema, watafundishwa neno la Mungu, usiku watafundishwa neno la Mungu kila wakati sawa. Wakati mwingine wanaweza wakapewa homework ya ambayo hata wale ambao tunakaa nao nyumbani wanajua kabisa wa. hawa watoto wana homework ya Biblia ambayo lazima wafanye. Kwa hiyo nyumba nzima inakuwa inawasaidia ile homework kuhakikisha wameshika, na baba anaporudi anakuta watoto wameshika. Kwa hiyo atakapokuwepo anatumia muda mzuri kuwafundisha watoto neno la Mungu ya kutosha, kuwekeza. Nakumbuka alikuwa anawafundisha hata namna ya kuhubiri, namna ya kuangalia maandiko na kuyaelewa anataka kufanya nini, namna ya kupangilia. Alikuwa anawafundisha, alitumia muda mwingi na nguvu nyingi kuwekeza kwa watoto, atakapokuwa anaondoka, ili hata kama anasafiri anajua kabisa kuna chakula cha kiroho watoto amewaachia. Na hiyo mimi nimeona matokeo yake, kwa sababu kuna vitu vingine mpaka leo watoto wanavikumbuka. Yani, kuna hata wakienda mahali vile vitu wanavyofundisha wanasema hivi, sisi tulishajifunza. Eh, anasema sisi hivi tulishajifunza kwao. Hata ukiwauliza wamefundishwa na nani, watasema ni baba yeye kutufundisha. Kwa hiyo tuwawekezee. Kwa hata leo hayupo, lakini kuna vitu ambavyo mpaka leo watoto wanaishi navyo. Kwao aliwekeza vya kutosha, neno la Mungu, japo bado wanaendelea kujifunza, lakini kuna kila kipindi kifupi ambacho Mungu ali, alimpa kuwa nao alikitumia vizuri, ndo tunaona ule mzunguko ambao tulijifunza kipindi kilichopita, mzunguko wa wa, wa wa familia, kwamba kuna vipindi tunapita. Kwa kile kipindi muhimu ambacho Mungu amekupa, kitumie vizuri. Kwa hiyo, ukisafiri, hakikisha umeacha chakula cha kiroho kwa ajili ya familia yako ili familia yako iweze kuwa salama kiroho na kimwili. Lakini pia tunaona kwamba anasema yafunge yawe dalili ya juu ya mkono wako. Mm-hmm. Tunaona wakati mwingine watoto tunawavalisha bangili, sijui vitu mkononi kwa. Wakati mwingine, kuna kuna kacha ambazo zimeandikwa neno la Mungu. Mnunulie zawadi mtoto wako, labda imeandikwa uh, enyi watoto watini wazazi wenu katika Bwana, au unaweza andiko lolote ambalo wewe unalijua au Bwana ndio mchungaji wangu, he, he, au labda sikia, mwanangu, wewe na hekima na kuongoza moyo wako katika njia njema. Unamtengenezea, unamletea kama zawadi, anavaa badala ya kuvaa vitu vingine ambavyo havieleweki. Mnunulie kitu ambacho kitamkumbusha neno la Mungu, lipo kwenye mkono wake, atakuwa anakiangalia, anasema hey: enyi watoto watini wazazi wenu katika Bwana, au labda kama ile ambayo nimesema kwamba wa labda Zaburi ya ishirini na tatu unaweza pia ukaandika au neno la maandiko yoyote ambayo, usikia mwanangu, kuwa na hekima na kuongoza moyo wako katika njia njema. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajifunza, lakini pia aa, inasema kwamba naye atakuwa katika utepe katikati ya macho yako, macho yako. tena yaandike juu ya, ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako kwa hiyo pia tunaona ambavyo pia katika neno la Mungu unaweza kuliweka kuwafundisha watoto wako kwa njia mbalimbali mbali. njia moja wapo ni kutengeneza bango, tengeneza bango ambalo lina maandiko na uzuri. Saa wakati huu kuna maandiko mengi, unakuta mtu anatengeneza kama picha, lakini kuna neno la Mungu, weka weka kwenye chumba chake eh? Weka kama unakusudia mtoto wako ajifunze na jambo fulani, au tunda la Roho, tengeneza weka kama urembo chumbani kwake au sebleni anajua, tunda la Roho anajifunza kwamba tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, vumilivu, tuema, fadhili. Kila atakapokuwa anatembea naenda anakutana na tunda la Roho, upendo, furaha, amani, upendo, vumilivu, fadhili, anakutana nalo. Au andiko lolote unaweza ukaweka, kaweka laba hata chooni. Aa, mlango wa chooni unaweka, kila anayeingia anakutana na maandiko pale mm -hmm. Kwa hiyo jikoni unaweza ukaweka pia au sehemu yote ambayo unaona watoto wanakuwa wanacheza mara nyingi, unaweka unaweka bango lako lenye neno la Mungu kwao. Mtoto kila atakapokuwa anacheza anakutana nalo, hiyo inasaidia sana kwenye maisha yake, na utaona kwamba hilo neno halitatoka kwenye moyo wake kwa sababu analiona na kulisikia mara kwa mara. Na kama tunavyojua neno la Mungu lina nguvu, mtu yoyote anayelisikia neno la Mungu halijawahi kubaki bure lina nguvu linaweza litaponya maisha yake. Um, na na tumeona kwamba nimesema kwa husu uh, nyumba na pia na milango kwao, unaweka neno la Mungu kwenye hayo maeneo, kwao ni vizuri sana uh, kama wazazi, Mungu atusaidie tu, tuwekeze kwa watoto wetu neno la Mungu, itatusaidia kuwa na mahusiano mazuri, tufanye ibada ibada za familia tuwe nazo tufanye nao ibada kwa, kwa ukaribu. Washirikishe watoto wako, sio siku zote unahubiri wewe, siku nyingine unamwambia fulani uhubiri au uimbisha sifa. Mimi na mimi na mara nyingi huwa na tukiwa kwenye ibada ya familia kama na watoto, kuna wakati huwa nawaambia waniombee. Najua na yuana, wazazi wengi wanafanya hivyo nawaambia mniombee kuhusu jambo fulani, au mnashirikishana hitaji uh, fulani la kifamilia na Mungu atakapofanya, watoto watamwona Mungu ametenda. Lakini pia kuna wakati huwa nawaambia watoto wangu, leo mimi sitamuombea hata mtu mmoja, kila mtu atajiombea mwenyewe. Na ninahakikisha ninavyoomba, naomba kwa sauti na simtaji hata mtu mmoja, ili pia. Ile lengo langu ni nini? Lengo langu ni kwamba wajue kuna wakati wanaweza kujitegemea maombi yao wenyewe, sio lazima mimi niombe, alafu wao wakiwa wamekaa kimya au hata hawazingatii hawa. Kwa hiyo nawaambia, fulani utaomba mwenyewe utajiombea mahitaji yako, na mwingine pia na mimi binafsi nitajiombea mimi. Kwa hiyo imejenga unakuta kila mtoto anajua anawajibika kuomba ha. Lakini pia wakati mwingine nimekuwa niki najaribu tu kutoa mbinu ambazo mi pia nimekuwa nikizitumia wakati mwingine, na na na na na, namwambia labda mtoto mmoja mmoja, natamani kuwasikia wanaomba nini. Wakati mwingine kuomba kwa pamoja, huwezi kumsikia mtoto gani anaomba. Kuna mtoto mwingine atasinzia, atalala e, ana, ni usiku, ni jioni. Kwa hiyo natamani kumsikia kila mtu anaomba, anajua kuomba. Kwa hiyo napanga maombi, nasema fulani, leo utaombea hitaji fulani na mwingine utaombea hitaji fulani na mwingine utaombea hitaji fulani. Kwa hiyo wakati anaomba mmoja mmoja, sisi wengine wote tunakaa kimya, tunamsikiliza na huwa anawatania yule ambao anakuwa anampangia ombi la kwamba wewe utatuombea ulinzi. Kwa hiyo anawaambia chochote kitakachotupata na maana wewe haujakaa kwenye zamu ya kuweka ulinzi ya kumomba Mungu ulinzi kwenye familia yetu. Kwa hiyo unakuta kila mtu anatakiwa kuomba kwa u kwa umakini na atajipanga hata na atajua hata, hata kwa sababu hii ni zamu yangu, lazima niombe. Kwa hiyo unakuta kama nimemtaja mtu wa kuomba kuhusu mahitaji ya familia, anahakikisha anaomba kwa sauti na ninamsikia. Kwa hiyo mimi kama mzazi najifunza kwamba huyu anatakiwa ku Kwe kujifunza namna fulani ya kuomba au huyu ana udhaifu fulani sehemu ya kuomba. Kwa hiyo inakuwa ina ni rahisi kumsaidia mtoto ana na kujifunza namna ya kuomba. Kwa hiyo hizo ni mbinu mbalimbali mbali ambazo kama mzazi unaweza kuzitumia mm-hmm. Na pia kushika maandiko labda ya kila mwezi, nasema mwezi huu tutashika a, sura fulani labda ya mithali labda Mithali sura ya kwanza mtaji tutajifunza siku ya ule Zaburi sura ya kwanza mwezi mzima mtajifunza na kutafakari. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo na unaweza kuitumia kama mzazi kufanya nini, kuwasaidia watoto wetu. Lakini pia inatufanya tunakuwa karibu, inatufanya pia tunakuwa tuna mahusiano mazuri kati ya wazazi na watoto, mnashikamana, mnahusiana vizuri, wanakuwa wanamjua Mungu, wanajua kwamba Mungu ana, ana- tukiomba anatujibu ha, kwa hiyo hiyo Uh, nimetamani tuzungumzie kwenye upande wa mahusiano yetu, mahusiano ya wazazi na watoto, na tumeona kwamba namna gani ambavyo Mungu anasisitiza pia kuona kwamba anafurahia tunapokuwa tuna mahusiano ya karibu na tunawarithisha kuhusu yeye. Mungu abariki sana. Ninaendelea kuwakaribisha katika kipindi kinachoendelea. Asante.